Ujio wako ni thamani yetu, Chuo Kikuu cha Dodoma. Hivyo namna ya kukupokea ilikuwa sehemu kubwa ya tafakuri yetu, tangu ujio mpaka usalama wako. Leo hii ndiyo UDOM itaweka bayana namna mapokezi ya wanafunzi wa mwaka wa kwanza kwa mwaka wa masomo 2025 2026, inavyowathaminisha na kuwajali. Kwa mwaka huu tumeendesha zoezi la mapokezi ya mwaka wa kwanza na yameendeshwa vizuri na kwa ukubwa wake, na mapokezi haya mazuri yamesababishwa na ushirikiano uliopo kati ya serikali ya wanafunzi pamoja na management ya chuo kikuu cha Dodoma. Wazazi huwa na hofu juu ya usalama wa watoto wao, wengine ni wageni ndani ya jiji la Dodoma. Taswira ya hili ni sehemu ya msukumo wa chuo kikuu cha Dodoma kuhakikisha kuwa wazazi wanapata amani, utulivu na hakika kwamba watoto wao wapo mahali sahihi na salama. Niliamua kumleta kwa sababu kwanza, niliona kama hajawahi kusafiri nje ya Moshi. Bila, amesoma Moshi kwanzia primary mpaka form 4, at least form 5 na 6 alisoma Tanga, lakini kulikuwa kuna utaratibu wa usafiri ambao mtoto alikuwa anachukuliwa mpaka shule tofauti na huku ambapo alikuwa anakuja mwenyewe, alafu ni wa kike lakini nimegundua kwamba hata nisingemleta tu, kwa vile nimeona kwamba walikuwa wana utaratibu mzuri sana wa kuchukua wanafunzi au wanachuo wao kutoka pale kwenye vituo vya mabasi au kwenye vituo vya usafiri wanapofikia mpaka huku chuoni. Mapokezi ambayo tumekutana nayo hapa ni mazuri. Kwa hiyo, kwa mtu yoyote ambaye siyo mwenyeji katika huu mkoa, ukifika unapokelewa vizuri, hakuna changamoto yoyote. Mapokezi ni mazuri na nimeyapenda. Kabla ya kutenda jambo na kufanya maamuzi, upo msukumo ambao humfanya mtu kutenda jambo hilo, na shauku yangu mbali na kupokelewa ni kufahamu ni kipi kile wasukuma wao kuja chuo kikuu cha Dodoma, UDOM. Nimeanza kusikia mambo mengi kuhusu UDOM toka nilipo, na pia ndugu zangu wengi walikuwa wa wakiwa wamesoma UDOM, so i have a lot of views na nimepewa experiences nyingi. Kwa hiyo willing yangu ni kuchagua kuja kusoma UDOM. Sijalazimishwa na mtu yoyote, sijapeshaaizia na mtu yeyote. That was my willing. Na ndugu yangu ambaye alisoma hapa kabla akaneleza kwamba ni chuo kizuri sana Tanzania, na kipo kwenye center ya Tanzania. Makao ya Tanzania, makao makuu ya Tanzania. E, kwa kweli akanieleza ficha zake kwamba kuna ufundishaji mzuri. Kwa kweli nimefurahishwa sana mapokezi ya UDOM hapa, nimefurahi sana na wapa watu kujisikia wapo safe kama nyumbani. Jicho langu liliangaza na kuona sura nyingi za watu kutoka mataifa mbalimbali mbali, wakiwa ni miongoni mwa waliopokelewa hivyo. Sikio langu likawa na pashawa ya kufahamu walipokelewa vipi na wanaona vipi UDOM kama makazi ya elimu mbali na nchi zao. Nimetoka Komoro, nimekuja hapa kusoma medical doctor. UDOM nimeisikia Zanzibar na rafiki zangu wamenambia UDOM vizuri na masomo yanaendelea vizuri pia. I am a foreigner but when I, when I used to come here, I just have a warm welcome and I am thankful also, grateful also. Nafsi yangu ikanisukuma kufanya tafakuri, nikajiuliza je, yeah, wenye uoni hafifu wanaonyeshwa vipi njia wenye shida ya kusikia wanaelekezwa vipi ili kuelewa? Na je, watu wenye mahitaji maalum wanazingatiwa ipasavyo au la? Na marafiki zangu ambao wanasoma hapa, wengine wanaingia mwaka wa pili mwaka huu, wana mahitaji maalum, wamekuwa kai shauri kwamba ni sehemu nzuri ambayo kwa mahitaji amba, yangu naweza nikaishi vizuri na nikasoma vizuri bila tatizo lolote, kwa hiyo napenda kuwashauri na kuwakaribisha watu wenye mahitaji maalum wasiogope kwa sababu ni sehemu salama kwao. Kauli zao zikadhihirisha uhalisia wa hii ndiyo UDOM. Lakini nikajiuliza, hawa wanaopokea wanafunzi wote hawa wanafanya vipi kazi yao na ni nini siri ya kufanikisha kazi hii kwa wepesi? Alifanikiwa kutengeneza timu kubwa ya viongozi ambao walitengeneza kamati ya mapokezi ambao waliweza kukizi katika maeneo yote ya mapokezi ikiwemo katika stendi kuu ya mabasi na Nanenane, lakini Samia stesheni ya Sijako, lakini pia katika kila shule kuu, ndaki na taasisi zilizopo ndani ya chuo kikuu cha Dodoma, timu ambayo iliweza kukizi ya mahitaji ya wanafunzi na kufanya wanafunzi waweze kujisikia wako wamekaribishwa kwa ukarimu na kujisikia wako nyumbani. UDOM ina upekee, UDOM inajali hadi katika upeo ambao wengi hawakudhani, na ndiyo maana wengi wanaipenda UDOM na wanaona fahari kuwa sehemu ya UDOM. Langu jina ni Robert Mauya, mpaka wakati mwingine. Hii ndiyo UDOM. UDOM embracing knowledge.